Karibuni wapenzi wa watazamaji wa ISAM News. Leo ko namekeza pamoja na Agostino Kennedy na huu ni mtasari wake hatari na jisa kuzizuiaubwaa wa shule yaa Habari kamili. Siku hizi kumekuwa na hatari nyingi katika mazingira yetu. Moja kati ya hatari ni moto. Wanafunzi katika shule ya Awesome wameelezea namna ya kuzima moto. Tumkaribishe ripoti yetu Daniel kwa habari zaidi. Kwa sasa kamera zetu zinamulika mazingira ya shule ya msingi Awesome ambapo wanafunzi wanatuonyesha namna ya kupambana na tatizo la moto. Hello, my name is Augustino Kennedy. Today we are going to show you how to use fire extinction. Step number one, you remove the safety pin. Step number two, you take off the hose pipe.

Asante Daniel kwa habari hiyo. Tukaribishe matangazo kutoka kwa wadhamini wetu, kisha tutarejea. Unatafuta shule inaomwandaa mtoto wako kwa mafanikio ya baadaye? Karibu au Awesome Pre and Primary School, mahali ambapo ubora huanza mapema. Usahili wa wanafunzi wapya kwa mwaka 2026 umeanza rasmi. Chagua tarehe itakayokufaa zaidi: 11, 18 au 25 Oktoba, au mwezi Novemba tarehe 1, 8, 15 au 29. Katika shule ya ausam Awesome tunajenga watoto kuwa na kujiamini, nidhamu na ubunifu katika mazingira salama na yenye furaha ya kujifunza. Tembelea shule yetu iliyopo Amani Street Mbopo, SLP 35568 Dar es Salaam. Kwa maelezo zaidi, tupigie kupitia simu namba na 653211988 na na au 689708840. Ripota yetu Elita amepata wasaa wa kujiunga katika shule hiyo. Hivi sasa niko katika shule ya Awesome. Nimekutana imekutana na mwalimu mmoja atueleze zaidi kuhusu shule hii ya Awesome. Karibu sana ndugu mwandishi. Kwa majina naitwa mwalimu Jonas Mambo, ni mwalimu wa shule yetu hii ya msingi ya Awesome Pre and Primary School inayopatikana Amani Street mtaa wa Mbopo vile vile tupo wilaya ya Kinondoni mkoa wa Dar es Salaam. inachukua wanafunzi kuanzia darasa la ngapi? tuna madarasa kuanzia baby class, middle class, top class, ambapo anajenda kwa darasa la kwanza, darasa la kwanza, darasa la pili darasa la tatu na darasa la nne. Hapo kufikia mwakani tunaimani tutakuwa darasa la tano. Tunawakaribisha. Ai, kuhusiana na swala e, so la chakula, kama lofahamu, chakula ni muhimu katika swala so la ufundishaji na ujifunzaji. Kwenye huduma ya chakula tuna huduma mbili, kwa maana breakfast na lunch na huduma zote hizi zinapatikana kulingana na siku husika kulingana na ratiba iliyoandaliwa maalum kwa ajili ya mtoto kupata lishe bora na anayomfanya kazi kuifunza vema katika malezi na makuzi yake. Tuna sehemu maalum ya kupata huduma ya chakula dining. Tunapata watoto wote kwa pamoja kuanzia nasari pamoja na hao wengine wa darasa la kwanza hadi darasa darasadar kuhusiana na swala la usalama wa watoto wanapokuwa shuleni, tuko makini nalo kwa kweli. Na mfano mzuri ni kwamba kwa madarasa ya chini, kwa maana madarasa ya awali, darasa la baby class, middle class, na top class, tumeweka mfumo wa CCTV camera kwa ajili ya usalama wao. Na madarasa mengine unakuwa na mwalimu darasani muda wa vipindi na muda mbosa wa vipindi ili kuangalia usalama wa watoto. Mbali na hapo, tuna walinzi ambao kuangalia usalama wa shule kwa shuleni, na hata unapokuja kuleta mtoto wako, basi utakutana na walinzi wetu ambao wako hapo. Na imani yetu ukitaka kuingia hapa ukutana na walinzi hmm, ambao alueji uh, maswali kadhaa ndipo kwa ruhusa. Kuhusiana na swala la utofauti shuleni kwetu Vipo vingi, vitu vingi vya tofauti ambavyo vinapatikana shuleni kwetu. Moja ya kitu ambacho kiko cha tofauti ni michezo. Michezo, tuna mazingira mazuri ya kujifunzia na kucheza na watoto, na mbali na hivyo, pia sisi ni watu moja ambao tunapenda kukuza vipaji vya watoto wetu. Kama wanavyoona, tunakuwa na huduma mbalimbali za kukuza vipaji kwa watoto. Vilevile pia, tuna swala la usafiri, ambapo usafiri unapata na mtoto aliko nyumbani kwao kusafirisha nyumbani, na usafiri huu si wa mtu bali wa usafiri wa kuona ikiwa na shule ambao wanasaidia kuangalia ulinzi na usalama wa mtoto. Ila kwenye swala la michezo pia, siku za asubuhi na siku mwanzo, tunafanya jogging na watoto wanapokoa shuleni kabla ya kuingia madarasani ili kuweka vizuri kiafya, kwa kama tunapojua afya ni muhimu katika kujifunza kwa mtoto na ujifunzaji wake na makuzi yake pia ni muhimu sana. Vile vile tuna huduma ya lugha Kigeni, tuna lugha ya kigeni, kama sasa sayansi na teknolojia tuna lugha ya Kifaransa ambayo yanapatikana shuleni kwetu hapa tuna lugha ya Kifaransa na pia nje na muda wa masomo au nje na muda wa darasani, tunakuwa na program mbalimbali za kukuza vipaji kwa watoto wetu kwenye zama ya sayansi na teknolojia na tuna kompyuta rumu ambapo watoto wanapata nafasi kwenda kujifunza mambo mbalimbali yanayohusiana na mbali mbali, na teknolojia. Nikipoti kutoka shule ya Awesome. Mimi ni Erita Robert wa Awesome News. Asante ripota yetu Erita kwa habari hiyo. Tumefika tamati katika kipindi chetu cha leo. Usisahau kutufuatilia kila ifikapo saa mbili usiku. Pia usisahau kutufuatilia katika mitandao ya kijamii